Yes, bwana kutokea hapa eh, maeneo ya Buguruni Mfenesini, katika kijiwe cha Ubaya Ubwela eh, ambapo wanakutana wana Simba kujadili mambo mbalimbali mbali. Na kama ambavyo tunavyofahamu eh, leo ni weekend siku ya Jumapili, wekundi wa Msimbazi Simba eh, wako pale nchini Swaziland, ama Eswatini eh, kupambana na Nsingizi ni Hotspurs eh, katika mchezo wa mkondo wa kwanza Eh, wa hatua ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu nyingi zimeshacheza eh, katika mkondo huu eh, wa kwanza. Wawakilishi wa Tanzania baadhi yao wamecheza, wengine wakipata matokeo ya kufurahisha, wengine wakiwa wametoka vichwa chini, na leo ni siku ya Simba Sports Club eh, wakiwa hapo majira ya saa kumi, na sisi tutakuwa katika video vyetu kuangalia nini wanakwenda kufanya. Kwa maana hiyo eh, niko hapa kuzungumza na wana Simba, niko naye mwanangu sana Seif Simba kusikiliza kile ambacho yuko nacho na Simba wenzake siku ya leo, baki nami hadi nitakapo kwambia bye bye. Mimi nimekuja, si unajua mnyama yuko Swatini leo? Ah, ni kweli, ni kweli yupo katika kuwakilisha taifa. Nakumbuka mara ya mwisho tunaongea na maneno, wanapenda kusema Mungu anatoa dhamana, Mungu amedhamini watu katika mambo tofauti tofauti, lakini ukizungumza mpira, dhamana ya nchi ya Tanzania nayo Simba Sports, kwa maana bendera ya Tanzania ipo chini na mikono salama, ndio Mwenyezi Mungu amejinadi katika majeshi, ngoja labda ili fanye wa na eh, vyote, vyote ameumba yeye eh. Eh, hivi kwa hiyo hata hii michezo ni ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu michezo ni afya, michezo ni uhai, michezo ni akili. Kwangu mimi Muislamu, mtume wetu alikuwa anacheza mereka Umenielewa? Na kuogelea michezo ya aina ngapi? Kwa hiyo mpira pia ni mchezo na kuonyesha hata mataifa ya Kiarabu ambayo yana dini bado yanasimamia ya ya ya mipira ndio eh? Eh, kwa hiyo nikisema dhamana ya nchi hii katika mpira, Mungu amewapa Simba na kusudia, katika ulimwengu Mungu aligawa nafasi tofauti tofauti. Kwa hiyo leo Tanzania itazame timu ambayo Mungu ameipa dhamana, umeelewa, katika kuhakikisha bendera yetu inapepea. Nianzie hapo bwana. Lakini pili uh, nimetazama jana, mimi ni mpenda mchezo ah, Nilikuwa Malawi. Eh, Malawi. Zanzibar. Malawi. Kamera ikiwa Malawi nilikuwa mini... Malawi jana kwa muda kwenda kutazama. Unajua, huwezi kuwa na adui ambaye hujui udhaifu wake. Ukiwa na adui ambaye hujui udhaifu wake, aisee, ni hatari sana. Kiumbe yoyote ili umtawale, kwanza atafuta udhaifu wake. Aa, nirudie kusema muhanga, mwalimu namuonea imani sana. mnamuita nani? mi majina Yanga wengi siwajue nakwambiaga nisaidie kwenye majina ya Yanga. Mi Yanga namjua mtu mmoja tu, yanga peke yake mwalimu wa Yanga huyo aliondoka, anaitwa nani? ile si barua tu, mi kuna vitu nitakuja kukupa siri, bado milioni mia nne hamsini. Nani anaitwa huyo mwalimu wa Yanga? Bwana Roman yeah. Eh, utanikumbusha tena Bwana Roman amekuwa mwahanga. Sikiliza brother. Hmm. Mpira una nyakati hmm, mahitaji, sawa. Badala yake niseme kutoka katika nyakati na mahitaji. Mpira una, una, una, una nini, Waingereza kitu cha baadaye wanakihitaji ni wanahitaji, Waingereza ah. nini Mas, eh? Tuseme future future e, future pia ndio, ah ndio inakwenda baadaye. i past tense inakusudia nini eh? Hiyo, wakati uliopita eh? ah ni wakati eh? ah basi eh? Sijui. Eh? <laughs> mnaita future wewe, nimekuambia nifundishe ni na Kiingereza <laughs> eh, mpira una, una baadaye pia eh. e, Yanga wameshindwa kutazama mambo mawili kwa sasa, wanaweza kutoa mwanga, walimu wengi kwelikweli, na nitakukumbusha wakati wa Simba, hivi vingine ni vibwagizo. Yanga wana wachezaji wamechoka, wanahitajika kupumzika lakini ukiwapumzisha timu inakuwa katika kiwango cha chini kupita maelezo. Kwa mfano, mimi ungeniambia pumzisha wachezaji Yanga ni nani mechoka, na nani wamechoka, ningeanza na Baka ambaye nadhani ni central back, ningekuja na Dickson Jobu ningesema hawa watu wapumzisheni. Kwa nini? Hawa watu wametumika misimu minne mfululizo, lakini Yanga bado anacheza. Mpumzishe mwingine, ningekwambia mpumzishe Maxim Pia Zingeli na Pakome Zuzu Hawa watu wanapaswa kupumzika kwa sababu hawa wametumika muda mrefu sasa. Sasa chukua timu ya Yanga ipange, alafu wapumzishe, tutakubaliana hapa. Hata Njombe Mji afungiki, utakosa vitu vingi sana. Utakosa pasi salama kwa sababu inapigwa na Maxim Pia Zingeli, itakuwa ipo uwanjani. Utakosa umiliki anaofanya pako mezuzu, utakuwa upo uwanjani. Utakosa kuzuia mipira ya mwisho ambayo inafanywa na Dickson Jobu na Baka maana yake ni lazima uwachezeshe na nguvu tena ile hawana, unaona mpira gimbi, ambao muda mwingi sana tunaanza kuona na ukiwaweka, utaona mpira jitihada. Yani nakusudia mpira jitihada, ni tujitume, angalau tufanye jambo lile lile. Mimi nikwambie, Yanga wanakuwa kwenye quality kama tulivyozoea kuwaona. Jana walikuwa wanashinda goli nne, na nadhani hapa hata wajumbe hao ambao ninao jirani wametazama mpira kuuliza naweza wakanisaidia hata nne wangefunga, lakini ulifika muda kwenda kufunga hizo goli nne, si kunahitaji wakati upatikane katika uwanja yeah. Kutengeneza nafasi yenyewe na kutumia nafasi wakati, upo kutengeneza nafasi, kupo kutumia nafasi, hakuna kwa sababu wanaofanya vitendo hivyo wamechoka, wanahitaji kupumzika. Timu haiko tayari kuwapumzisha. Sasa kwa kwa hali kwa hali hii wanaweza wakamalizika makocha pale Jangwani na kutumia hali hiyo e, kumegarimu timu kubwa kama Simba imeteteleka. Kwenye kutumia hali hii, Yanga inakuwaje? Shaka yangu wakna sababu ni timu ya siasa. I'm serious nakwambia. Mbili mpaka kumi, kwa nini baada ya kupoteza msimu Yanga wasipotoa ubingwa? Tunataka kujua udhaifu wa injinia ambaye anasifiwa kuwa ni bora. Hebu tumia akili ya kawaida tu unamvua saizi injinia anaitwa kuwa ni bora pale Jangwani, unamweka nani? Udhaifu wa injinia utaanza kuonekana baada ya matokeo kuwa mabaya. Turudi kwa Simba. Hawa achana nao hawa jamaa, mi wakifeli nasikia raha sana. Mi leo toka asubuhi sijanywa chai, nani meshiba e, niko fresh kabisa, na hata naweza kufika hata saa nane. Kitu ambacho kinanifurahisha duniani kuliko vitu vyote katika michezo ni kumwona Yanga anafungwa huwa nakuwa na amani sana, uwezi amini, yani naweza kunenepa hata kama nina shida. Lakini nikwambie, nimesema mwanzo juu ya Simba, kwa ndo timu pekee ambayo Mungu ameipa nafasi, ili neno watu wasistuke sana. Anakiri hadi injinia, ili Saidi, nadhani umemfuatilia amekiri, kwa ni kwamba eh eh, kukiri kitaalamu kuna namna nyingi, nitakuelewesha nita, hapa ujue naenda katika mfano wa rushwa, afu nitarudi katika msingi. Mimi nikiwa hakimu wa mahakama e, eh, kuu au wa mahakama ya rufaa ni hakimu mfawidhi, unaletwa Abdallah na kesi ya kubaka usoni kwako, ma hakimu, hiyo kesi kwanza, hebu tafuta kesi nyingine oh. yeah, baada <laughs> eh wewe, uwezi kubaka watoto wote waloja. Unaletwa na mfano wa kesi ya kubaka, hakimu mbele yako ni sefu hmm. Moyo wako unakwambiaje? dhamana ipo, ndio, umeelewa? Hilo jambo la kwanza. La pili hata kumi hujanipa Abdallah, rushwa kubwa ni huko kufanyaje? Sasa kukiri si mpaka useme namna na ambavyo unalielekea jambo, tunajua huyu anakiri huyu, nitakwambia mfano hmm, nimemsikia anasema engineers. Sasa niutumia katika mfano wa kukiri, amesema wanamfukuza ngiza, mbuzi kimya kimya, simba keshtuka kwa eh, finali. Ah, wanatafuta kwenda finali ili wawe nani zaidi ya Simba? Ndio saa hizi wameletwa katika poti ya pili, wanakuja tu automatiki kama tuta qualify kwenda makundi. Unajua sababu iliwaleta poti ya pili ni kuwa wale ambao walitakiwa kukaa poti ya pili hawapo. Wanasema wao na Simba ni sawa, kumbe nimegundua Yanga katika vita kubwa ambayo wanafanya kwenye ulimwengu huu ni kuhakikisha alipo Simba na wao wapo. Maana yake Simba ndo mtu aliyepewa dhamana, anakiri injinia. Haya we mwimba tarabu wa Buburuni na Vingunguti, unaanzaje kubisha ukisikia mtu tunafukuza anakuwa yuko nyuma mbele. Ah, maana yake Simba yuko mbele ya nani? Yuko ama, mbele ya Yanga. Hapana, hapo utakuwa unatuchekesha. Simba yuko mbele ya Yanga, yuko mbele ya Azam, yeah. Yuko mbele ya Singida, yuko mbele ya timu takriban 500 na 10, nimefanya tafiti Simba amezizidi. Kwa sababu Afrika kuna zaidi ya timu 500 na Simba ni watano Afrika kwa ubora. Maana yake ukitaja klabu ya Simba unataja namba tatu mpaka nne, ukimaliza unamtaja Simba mwenyewe afu ndio unataja lakini Simba, Simba ni klabu ambayo ishawahi kushika kama sikosei, nafasi ya 19 tisa tisini na moja au nafasi ya tisini kwa ubora duniani, akimshinda hadi Sevilla. Utaanza kunielewa tu, takwimu ya jarida moja ambayo linawatangaza Yanga kila siku sawa. Baada ya kutoka takwimu hii, hawa wachambuzi wa shilingi kumi kumi tawi la Yanga Wasafi na watu wengine wakawa wanaona tabu kuelezea, wakaanza kuoji, ina maana Simba kamshinda hata Newcastle? Ina maana Simba kamshinda hata nani? Yaani jarida likaonekana halina maana. Ila alipokuja kusema yanga ya tatu kwa ubora Afrika, ila likujadiliwa tena. Hasa tuambie Simba ni bora kweli kuliko hata Sevilla kwa mujibu wa ukanda. Si ukanda wetu ni watano? Sevilla ukanda wa Ulaya ni wangapi? Acha Simba ukikaa pembeni, omba na dua mpira Mungu anaujua, na mpira ni ibada, na timu pekee narudia tena mara pili yenye uwezo wa kutetea taifa la Tanzania na mpira wetu ni Simba, haitotokea hata kwa bahati mbaya. Nisimamia hapo, unasemaje Sheikh? Tuko Eswatini leo bana, umeona Pante pale akiwa na kina Matola wakipigapiga piga vitu, tuseme Simba maziwa na asali ndio. Kwanza mimi nikuondoe hofu, klabu ya Simba imesheheni vitu vingi vya ubora, kwanza wachezaji wao wasajili Simba, wachezaji wake ni bora sana. Wachezaji hawana mwalimu, umenielewa vizuri mwalimu anawaacha ghafla katika kambi, wakati amekaa nao pre-season muda mfupi tu, na wengine walichelewa kuingia kwenye kambi. Wanapewa Moroko, wanakwenda uwanjani wakijua Moroko ana uwezo wa kuweka kitu chochote, anasimamishwa kama kanuni tu inavyotaka akawe mwalimu, wachezaji wanaenda kupata matokeo mechi kama hiyo, maana yake ni nini? Simba kwanza ina wachezaji ambao wanajitambua, yani ongezeke letu ambalo tumelileta katika Simba. Ah, sina shaka sana itakuwa wachezaji wanajitambua kuliko maelezo moja, lakini Simba wana eneo niliweke pending, wana eneo la mwalimu wa viungo, nitakwenda kukupa tena, eh, majumuisho yake baada ya kumaliza mechi hii hmm. Lakini nimejaribu kumfuatilia mwalimu wa Simba huyu mpya na mwitaji jina lake yule, ni ni raia wa wapi? Anamuita mzee wa matatu, Serbia, Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria, eh, ni eh, Bulgaria, jina lake la kifaransa eh vitu vingine, mwalimu, katika kitu ambacho anamsifu namsifu shehe ni sehemu moja tu, hayuko tayari kuona umekaa na mpira sekunde kumi nikosa nadhaa. Baadhi ya wachezaji wamepigwa faini ya kuruka kichulachula, yani kabla kabla ujapokea mpira kashakulaumu. Ushawai kuiona kwenye mpira Kambani kabla hujapokea ujue haki <coughs> unaupeleka. Ni jue kila <coughs> muda mnaona masiara ujue, mmekuja kunihoji Seif, misifanyi utani. Kabla hujapokea mpira ushapokea lawama. Maana yake uruhusiwi. Yaani, hakuna mchezaji ataruhusiwa kukaa na mpira zaidi ya sekunde saba. Wewe unaweza ukaja kukaa benchi. Maana yake mwalimu anawatengeneza wachezaji wa Simba kuwa wana haraka kuliko mpira wenyewe, kwa sababu dunia imekubaliana hivi brother. Anasema Ronaldinho Gaucho hapo yani, kizungumzia mpira na kwa serious yeah. Ronaldinho Gaucho aliulizwa kwa serious sana, kwa sababu timu kubwa inacheza, lazima niwe huru kidogo. Ronaldinho Gaucho anaulizwa, wewe umegundua kitu gani kwenye mpira, wenzetu wanafanya tafiti kwenye mpira, akasema, nimegundua kuna wachezaji wengi sana duniani wanakimbia na mpira. Sasa ni Samuel Eto'o, sijawahi kuona mchezaji anakimbia na mpira kwa mtindo wa Samuel Eto'o. Akaulizwa kwa namna ipi? Akasema Eto'o ni mchezaji anakimbia na mpira huko ndani ya uvungu afa utoki Watu wengi wana dribble, mnaita ku dribble. Eh, ndo hivyo hivyo. Ni eh, mimi Kiingereza sikijui mtanisaidia. Watu wengi wana dribble mpira. Yes, Samuel anakimbia na mpira huko ndani ya uvungu. Akasema ni mchezaji pekee kwa sababu kiulimwengu umeimprove kwa mpira unakwenda haraka kuliko kitu kingine, ndio eh? Sasa Samuel Eto'o haraka yake ilikuwa anafanana na mpira unavyokimbia. Hata kocha wetu anataka wachezaji wote wawe na haraka kama ambavyo alivyokuwa nani Samuel Eto'o kwa maana ya kupata matokeo kiurahisi yani, na maana kocha wetu alisikiliza e, tafiti ya nani huyu ya, ya, ya, nani Ronaldinho Gaucho ndo anaifanyia mm kazi. Ujapokea mpira unapokea, una lawama kwa maana ulikuwa ujaona pa kupeleka. Leo utaenda kuona kwanza pasi zile zetu Simba. Simba si atubutui mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hapana. Sisi ili tujione tuna timu sawa, sawa, wewe tufunge hata goli kumi na tano, tumemiliki hiyo. Ndo falsafa yetu kwanza, mpira ulikaa katika imaya yetu, kwa tunaweza kukufanya we kuwa mtumwa katika uwanja alafu tunakwenda kukufunga timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kumiliki. Sasa nimekwenda katika kiwalimu, sipo kwenye utani tena. Ni timu ambayo inaweza kuondoa mpira kutoka eneo la golikipa mpaka kufika kwa namba tisa, mtu wa mwisho bila ya kupokonywa mpira. Hii timu inaweza kufunga muda wote kutoka kipenga cha kwanza, na ndio kazi ya mwalimu, walimu wote duniani. Mwalimu unapombana anaweka mfumo. Mfumo ni ile hali ya kurahisisha mpira kutoka kwa golikipa kwenda eneo la adui kiwepesi. Huo ndo unaitwa mfumo. Sasa kuna watu wanadhani sijui mfumo ni kitu gani. Ah, ni namna rahisi tu kwamba utakutana na maadui hapa katikati, lengo lenu mpira uende kwenye lango la mtu mwingine, mnawakabili vipi maadui hawa wasiupokonye nyinyi muupeleke. Hicho kitu ndo kinaitwa mfumo. Leo nimeamua kukaa darasani, sitaki utani katika mpira sababu timu kubwa Afrika na duniani kiujumla, umenielewa, iko uwanjani inakwenda kutoa ladha na sisi tuambie Yanga tuambie Yanga, sisi hatusikiti, sisi hatufurahi wao tu kufungwa, ah, ah, tunafurahi pirabovu wanalocheza wao. Wanadhani si kufungwa, hata sisi tunaweza tukafungwa, lakini unafungwaje? Yanga anafungwa position, anamiliki themanini, huwezi kumcheka, lakini unafungwa. Kuna mtu anaitwa nani ule midfield, kaeka nywele dawa kama dada yake, jana funga uchizi, funga mene, huyo huyo jamaa alivyokaa karibu ka, vitu magari, lazima wote tuzungumze mpira sasa mimi nitumie jina la Vunga ili la kwanza ili sijui vizuri kwa sababu Vunga si familia za Morogoro hapa. Mnaelewa? Yule jamaa kitu ambacho waliwini pale katikati. Yule jamaa ya kuwafanyia kuwafanyia mazoezi yao kwa maana ya kwenda kuwabatu hapana. Aliwafanyia mazoezi wa mecheza kwa muda gani? Yaani wanayopulling ile ile? Bas. Ndo maana unaona kuna muda akati anatembea na mpira kwenda kufunga tutakubaliana. Alikuja mtu wa kwanza akataka kumkumba, akaenda peke yake yule jamaa, akawa kama huo mtu unaona pembeni. Akaja mtu wa pili akataka kutia kiatu, mwanaume akatengeneza mzizi huko, anatembea. Akaja mtu wa tatu, yeye ndo akaambia wewe, subiri bwana, mimi nina shida kuwafurahisha Simba, Tanzania. <laughs> umeelewa siyo? Yeye mimi lengo langu ni kuwafurahisha Simba wakae kwa kunenepa. Kwa hii mantiki hii, hivi vitu utaenda kuviona kwa Simba. Kwa sababu nimekwambia, nasubiri mechi ishe, alafu nitakwambia. Yuko mwalimu mmoja wa viungo, tutatenga muda kabisa kumzungumzia bana Abdallah. Mi ni watoe e, shaka mashabiki wa simba e, Simba ni timu ambayo ina dhamana ya nchi. Simba ni timu ya kimpira, imepangwa katika mikakati ya kimpira, timu yenye weredi, si umenielewa? Timu ambayo ina kila ambacho wewe unakifahamu Abdallah.